Huenda mali hapa patazalishwa zaidi ya sodo mia tano za kufua hapa. Ni dinari ya Isevya, Kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Tabora. Ukiangalia hapa ni matayarisho ya uzalishaji wa pedi hizi za kufua, huenda ikawa ni suluhu wasichana na hata wanawake kwa kanda hii ya magharibi vijana waliopo mahali hapa wamejitoa kwa moyo kuweza kuhakikisha uzalishaji unakwenda kama ilivyokusudiwa. Haikuwa jambo rahisi kwa eneo hili kuweza kuzalisha pedi hizi, kwani wengi tumekuwa tukiziona au kuzisoma kwenye magazeti na kuziangalia kwenye TV, na sasa uzalishaji unafanyika mahali hapa. Sura hizi tunaambiwa hiki ni kitambaa maalumu tofauti na vile ambavyo tumevizoea vinavyopatikana madukani, lakini kwa maelezo zaidi ninakuunganisha na mwalimu wa darasa hili ambaye atatupitisha hatua kwa hatua kuweza kufahamu ni kwa namna gani ukamilishaji wa sodo hizi za kufua unaweza ukafanyika katika kiwanda hiki mahali hapa. Majina anaitwa Yasinta Kilasi. Kwa neema ya Mungu ninatumika hapa kama mwalimu wa cherehani vitu mbalimbali. Hii kiafya, unatakiwa kuwa na vazi kama hizi e, sio kwa sababu tu ya upishi, kwa sababu nywele ni havitakiwi. Kuhusiana na muda wetu wa kufika, pawa ni saa ma... tatu. Kwa hiyo tukifika hapa cha kwanza ni maombi. tunafanya maombi tunamshukuru Mungu and then tunagawana majukumu, kila mmoja tuna na sehemu yake, kuna section tofauti tofauti na kuna kuna kuna kuna kuna mara nyingi tunagawana katika sehemu tatu au man kulingana na. Kwa kwa kweli material ni kitu muhimu sana, kama ulivyosema kwamba mwanzo tulikua ukuta wanafanya mazoezi kama hivi kwenye, na hiyo ilikuwa ni majaribio tu, kwamba kukuta kwa imetuchukua muda, kwa hizi ni material maalum ya kazi maalum kwa kuipata kwake sio vitu ambavyo unaweza kaenda sokoni ukakutana navyo, utadanganyika. Kwa kweli utadanganyika, kwa hiyo ni kitu ambacho ni makini sana, na upatikanaji wake ulikuwa ni tabu. Ndio maana kwa sasa tumezipata hizi material kwa muda, tunaendelea na hiyo kazi. Sasa kama unavyosema ni kitaalam, tukikuelezea kwa hali ya kawaida, kwa sababu kuna tabaka tatu, na maanisha kwamba kuna tabaka cha juu ambayo inaitwa ni top layer microfiber. Alafu kuna midolea ambayo inakuwa ni chakatikati hapa ambapo ni taulo hasa, na malizia kabisa ambayo ni waterproof, ambayo ni hiki cha chini ambacho ndio kinachoweza kuhifadhi kwamba unyevunyevu wote usiweze kupenya. Kwanza tumejipanga usiwe kwa, kwa namna ambavyo uhitaji ni mkubwa wa watu, hata tulikuwa tunaagiza mzigo, tunaagiza mzigo wa kutosha sana, wategemee tu kwamba sio issue ya kusema ni leo bado tuna mzigo wa kutosha na tumejipanga. Tunapoona tuna labda tunaelekea tuna kwenye mapungufu, tuna mawasiliano ya kutosha, ambao ni rahisi sisi kupata. Kwa hiyo hakutakuwa na mapungufu yoyote kwamba, uh, labda mzigo unaanza kulegea lega. Sisi hapa tumejipanga vizuri kwa habari ya kupata matiri <coughs> Kwa majina yangu naitwa Mary Vincent Mbogo. Nafurahia kushana kwa sababu kwanza, ni fursa, ni ajira kwa wanawake, na vilevile, inatustiri sisi wanawake tunapokuwa katika mzungu wetu mzunguko wetu wa mwezi, inatusaidia sana kwa sababu ina gharama nafuu inatuepusha na ile elfu mbili ya kila mwezi unapoingia kwenye mzunguko wako, unatoa elfu mbili kununua package ya elfu mbili Lakini unapotumia hii kwa kweli inasaidia kwa sababu inakaa muda mrefu. Nilipokuwa kwa kweli, nilikuwa nazisikia sikia tu, lakini nilikuwa sijui wala sielewi ziko vipi na matumizi yake, nikawa hata sielewi. Ila nilikuwa nasikia tu, pedi za kufua, pedi za kufua, ila nilikuwa sielewi ni nini. Baada ya kukutana nazo kwa kweli nilifurahia. Unatumia, unafua alafu unarudia tena, fanya nini ni kuitumia kwa kweli nalita waha kulikuwa nitukitumia nyingine unatupa. Anaeleza kwa kweli wazidi kutumia hizi pedi kwa sababu ni nzuri sana yaani nzuri nzuri, kwa hiyo naomba wazidi kutumia, kwa sababu ni fursa kwa vijana kama mimi. Naifurahia sana hii kazi kwa kweli. Na ni namna gani ambavyo watasambaza, sisi kama shirika tumeliwezesha kanisa, watatengeneza utaratibu, na kila mkoa una cluster zake na una viongozi, taratibu zitafanyika vizuri za kutosha, ambao kila mkoa ukihitaji kupata boksi kadhaa, zitakuwa zimeshaandaliwa na kusafirishwa kuelekea maeneo hayo husika na kusudi la shirika huu mradi tunatamani uwe endelevu, sio ambao utakufa kesho ama kesho kutwa. Utakuwa mradi endelevu, kwa hiyo uzalishaji hautakoma. Kwa hiyo uzalishaji utafanyika kwa vijana waliopo wanaotumia na wale ambao wanakuja. Kwa wastani kwa siku tunazalisha labda pedi mia tano hivi, mia tano na zaidi kulingana tu na namna tulivyojipanga. Kwa mshonaji anaweza akachukua kama imeshakata, yani kishakata kazi kubwa ipo kwenye kukata. Ukishakata tayari kwa maandalizi kuchukua labda naeza dakika 10, anaweza kawa tayari ameshakamilisha hii moja kwa hatua ya awali. Kishatoka hapa hata ni muda mfupi kwenye kwenye mashine, sasa ni finishing. Kwenye kukata ndio ambako inachukua muda, na unatakiwa uwe makini uende na vipimo, usifanye vitu vya haraka haraka, unatakiwa tu makini kwenye uku, uchoraji na ukataji. Ah, saizi tumeandaa tuna pattern mbili. Mara nyingi hata zile za nani ua azipishani sana. E, mpishano wake ni mdogo sana. E, kwa hiyo kwenye habari ya saizi huwa haina usumbufu sana. E, mnene mwembamba, mara nyingi naenda ni moja sana sana. kuna nyingine ambayo inakuwa labda na urefu wa 13, nyingine zina urefu wa 11. Kwa mazingira yetu kama unavyoona mazingira yetu ni safi nni salama tunahakikisha kwamba unapoingia humu hatutaki kuchangamana na vitu vyovyote zaidi ya kuwa, tuna hizi na ndio maana tumeweka zuria maalum kwaajili ya maalu, kwa kazi hiyo maalum kwa sababu kwa wingi wa kazi naksema ma tunaweza tukaweka kwenye mameza sio rahisi, tumezieka apa tumezitandika, usalama kitu nambamoja kwa na nyingi kwa kitu chochote. Watu wameshazoea kwamba nimetoa nguo kwa fundi bas, kwa sababu etoka kwa fundi jivae moja kwa moja, hapana. Ukishachukua tunakushauri kwa sababu haijapitia kwetu tu, kumbuka imetoka viwandani, huko kulikuwa na watu wamesafiri kwenye mabasi, kulikuwa na watu walisafirisha, imefika kwetu pia, kuna watu kwa, tunakushauri tu kwamba ukishapata pakeji yetu, unafua kwa usalama wako, unafua tayari kwa matumizi. Kukamilika kwa kazi hii yote vitaingizwa sehemu hii kama tunavyoona mahali hapa, lakini tunaambiwa baadaye vitafungashwa kwenye maboksi maalum kwa ajili ya kuweza kusafirishwa maeneo mbalimbali, na pengine inaweza ikawa ni nje ya mkoa wa Tabora. Tuwaunge mkono wazalishaji hawa, kwa kufanya hivi utainua uchumi wa kwao, uchumi wa kanisa, lakini uchumi kwa wale ambao wamewekeza fedha zao. Kwa za uh, yani utegemea kukutana na surprise kwa kweli misili ya ofisi. <laughs> misili ya ofisi, tula, anda, ni tuna tunavifungashia ambavyo tumeviandaa ambavyo vitakuwa ni special sana vitakuwa na mvuto ambavyo hakuna wasiwasi wasi. Tumejipanga vizuri kwenye ile eneo ashi kwa kanda ya kwetu ku wategemee kuepukana na adha za kuagiza kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinatumika kwenye mikoa ya Dar es Salaam, si sio wapi wapi, lakini wajue tu kwamba sasa mali hii inapatikana Tabora Isevya, na tumejipanga vizuri kwa kuwasambazia hii bidhaa kwa kila mtu. Kwa hiyo wakae tu mkao wa kula kwamba sasa, badala ya kuagiza, sio kwenda sio wapi wapi, mzigo uko huko kwetu, umeshafika kwenye kwe mkoa wetu. Mradi huu na hizi taulo za kike, kuna mali zitatolewa bure, lakini kuna mali zitatolewa kwa bei nafuu, ili ziwafikie hata wale watoto wengine kwenye mashule mbalimbali mbali. Kwa hiyo nimesema hata bure, kwa sababu kuna maeneo ambako kituo kama kituo kitaenda kuwatembelea watoto yatima o, wajane mbalimbali mbali. Kwa hiyo kuna namna kama kanisa watalibeba, aidha kanisa watanunua kama wao, ili watoe bure kwenye maeneo mengine ili kusaidia jamii inayo wazunguka. Waswahili wanasema ukitaka kujua utamu wa ngoma sharti uingie ucheze, na mimi hapa nimejaribu kile ambacho kinafanywa na wanafunzi hawa katika darasa hili la ushonaji wa sodo za kufua i tia YouTube channel gonga na subscribe channel yetu, ili we wa kwanza kuhabarika na kuburudika na Toronto Online TV. Karibu Tabora, karibu Toronto.